Uh, kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano inasema mifumo ya huduma ya kutuwezesha iboreshwe. Uh, tunaposema miundombinu tunaangalia mazingira ambayo niwezeshi kwa watoto wenye ulemavu. Uh, tunaangalia kwamba majengo, je, majengo yetu yanajengwa kwa kiwango cha kuwa cha kuwashirikisha watoto wenye ulemavu au watu wenye ulemavu? Sasa sana tunaangalia ngazi, mitelezo lakini pia tunaangalia mashule, je, mashule yako tayari yamejengwa kwa mifumo ya miundombinu ambayo inam inamfanya mtoto mwenye ulemavu wachangamane na watoto wengine kusoma nao. Eh, tunaangalia vile vile kama pale mashuleni wanavyo vilivyoboreshwa vi, vi, vi kwa ajili ya watoto wenyewe wenye ulemavu au madarasa yenyewe yana ngazi rafiki na mazingira yetu, pia tunavyojenga hata nyumba zetu, hata majengo yetu ya umma, je, yana yameboreshwa kiasi kwamba watu au watoto wenye ulemavu wanaweza kushiriki katika maendeleo ya jamii zao? Maadhimisho haya yamelenga sana kuelimisha jamii kuhusu namna ya huu ulemavu, namna unavyotokea. Lakini huu ulemavu tumewaelimisha kwamba ulemavu unatokea ni kwa sababu ya za kijenetikia au kibayolojia na sio uchawi kama jamii zetu zinavyoamini, maana watoto wenye ulemavu wana wanawahusishanisha na uchawi, lakini sio uchawi. Mara nyingine ni hizo ni sababu za kibayolojia zinajitokeza na mtoto anazaliwa akiwa vile. Lakini pia tumeendelea kuwaelimisha jamii hawa watoto wawapende, wasiwatenge, wawape haki zao kama zilivyo kwa watoto wenye ulemavu na wasio na ulemavu, wapate haki sawa, kwa sababu hao ni watoto wanakuwa na ulemavu, lakini haiwazuii kushiriki katika, katika mambo ya kijamii kama kwenda shule. Watoto hawa inabidi waende shule, jamii zetu ziache kuwafungia hawa watoto, wafunguliwe waende shule, lakini pia washiriki hata huduma za kiroho kama kwenda kanisani na kuna shughuli nyingi za kijamii. Kwa hiyo tunahamasisha jamii iendelee kuwashirikisha katika nyanja zote za kijamii. Aa, mimi kwa kweli nashukuru kwa ajili ya mafunzo haya, kwa sababu jamii tunayoishi sisi asilimia kubwa atu, tulikuwa tufahamu kwamba hata ugonjwa kwamba ni, ni ugonjwa. Hata watoto wamo kabisa kijijini, lakini watu hawajui kabisa kwamba hilo ni tatizo ambalo ni la kawaida tena alipo na watoto wanahitaji msaada labda wa, wa, wa, wa kitaalamu kita, kita, kita, kita, halafu pia na kutokunyanyapaliwa. E, lakini nashukuru kwa ajili ya mafunzo haya, watu wataelewa, tukiendelea kupata haya mafunzo mara kwa mara, wakatutembelea wa, wataalamu, wakafanya, wakafanya karibu na, na mashirika hata, hata taasisi tu za dini wakawa karibu na sisi wakatembea hata makanisani, tukapata elimu, wakawa wanafanya hata mikutano ya kwenye vitongoji, vijiji, watu watakuwa na uelewa mpana mno juu ya, ya ugonjwa huu watat, ya tatizo hili. Unasema kwamba sababu ya kwanza ni sababu ya kunywa pombe ukiwa huko mjamzito, inaweza kusababisha kupata mtoto mwenye tatizo la Mongolia, na tatizo lingine na nyie linayosababisha ni kuchelewa kuzaa kuzidi miaka thelathini na tano na yenyewe linasababisha kupata mtoto ambao mwenye tatizo la Mongolia. Kwa kweli tunashukuru ili shirika kututembelea katika kijiji chetu kutufundisha, kwa sababu haya mambo tulikuwa hatuyajui, lakini sasa hivi kwa kweli tumejifunza vitu vingi na tumenufaika na vitu vingi sana kutokana na ili shirika la CBIDO. Uh, watoto hawa mara nyingine wanaonekana kwamba ni, wa, ni watoto ambao hawawezi chochote, lakini hizi ni dhana potofu. Hawa watoto wakienda shuleni watajifunza mambo mbalimbali mbali, japo hategemei kwamba kitaaluma anaweza akafanana na yule mtoto ambaye ana hitilafu hiyo, lakini akienda akachangamana na watoto wenzake, kuna vitu vingi atajifunza kutoka kwa watoto wenzake kwa hiyo, jamii tunaihamasisha hawa watoto isiwafungie, watolewe nje, waende shuleni, waende vyuoni, kwa sababu wanajifunza vitu vidogo vidogo ambavyo vinawasaidia kuinua uchumi wao. Mfano, wanaenda vyuoni, wanajifunza ushonaji wa, wa nguo, ushonaji wa viatu. Hizo ni shughuli ambazo zinaweza zikawasaidia ku, kujiajiri wao wenyewe au kuajiriwa sehemu mbalimbali kupata kuinua kwa ajili ya kuinua kipato chao. Kwa hiyo jamii tunaihamasisha ielewe haya na iyazingatie, lakini pia tunaendelea kuihamasisha kwa ajili ya kuendelea kuzuia ulemavu hawa watoto. Ukitaka kujua, ana shida kwenye mfumo wa kumengenya chakula, huwa wanakula ila hawashibi, anakula sana, yaani utampa chakula utampa utampa utampa ila hato shiba kwa sababu ya hiyo changamoto walionayo. Huwa tunawasa wazazi ndiyo, mtoto wako ana changamoto hiyo, lakini mpe chakula kwa kumpimia, kama unavyowapa watoto wengine.